Mheshimiwa atoe security wake nje, kila mheshimiwa. Vijana, munachokifanya sio heshima mbele ya wageni wetu. Vijana, mnachokifanya siyo heshima mbele ya wageni wetu. Mheshimiwa, mtusaidie kutoa security wenu nje. Yaani wanaume ndio munaharibu sherehe ya wanawake. What is that? Wanaume wacheni kuharibu sherehe ya